Nachoweza kuongea hivi viongozi wa Tanzania, hususani ni Rais Samia kama amri jeshi mkuu, mimi nachoweza kukwambia kama kwa miaka hii minne ambayo umekuwepo madarakani, haya tu yaliyotendeka inaweza kufanyika, na kwa sehemu kubwa hamuoni hamuoni maumivu yoyote wala hamuoni kama kuna damu ya watanzania iliyomwaga, ila mnaona ni kama mmemwaga mmemwaga damu ya, ya mbuzi ya kuku. Hamuoni kama kuna maumivu yoyote, hamchukulii uzito wowote, sababu wako kukuona unatoa mazungumzo, unasema kwamba oh, haya yanatokea tu kwenye nchi nyingi tu, watu kutekwa, mtu kabeba sibunduki. Kwa nini iwe tu hivyo? Kwa nini tukubaliana naye? Mimi nilioje, nikasema hivi ikiwa kama ni ni sawa kwa nini na nyinyi watoto wenu hawatekwi? Tuone watoto wa marais, wa mawaziri, wa bunge na wenyewe wanatekwa. Na ndio maana kwa sehemu nachoweza kusema hivi, maandiko yanasema hivi, aliye mwaminifu kwenye jambo dogo, hata kubwa anaweza kuwa mwaminifu. Miaka hiyo minne iliyopita hii tunge- kulingana aliyeweza kutekia aliyeweza kutendeka yote mpaka hapa, nachoweza kuongea haya ni kipimo tosha ya kuonyesha kwamba wewe unafaa au hufai. Mimi kwa busara zangu kama mtu wa Mungu ninachoweza kuongea mimi, kama mimi ninachoweza kusema kama mtu wa Mungu, kwa busara zangu nasema hivi, rais Samia miaka hii minne inatosha, inatosha kudhibitisha kwamba unafaa au hufai. Na ni kweli ninachoweza kukwambia hufai, kwa sababu we huoni maumivu ya Watanzania, ujali maumivu ya Watanzania. Mngelikuwa mnajali maumivu ya Tanzania, tungeona nyinyi au wewe rais Samia kama mjeshi mkuu ukitoa agizo kubwa lilo kubwa kwa askari wanaohusika kufanya mabaya kwa Watanzania au kuhusika kwenye masuala haya ambayo kwa sehemu kubwa tumekuwa mnashakiwa sana, askari wanashakiwa sana kuteka watu na kuumiza watu. Tungekuona kama mjeshi mkuu ukipiga kelele ukisema kwamba wao wachukuliwa hatua hawa askari waliohusika Dar es Salaam ambao kuwapiga Chadema, kuwavunja miguu na kwenda kuwatupa mapenzi, tungeona ukisema chochote, lakini mbali na hapo tunaona kuna nyimbo ambayo iliimbwa iliimbwa, nasisema wapinzani wa kifa mi siwezi kulia. Mi na uhakika wangeimba Chadema mngewachukulia hatua kubwa. Na mimi sipo hapa kupigia kelele Chadema wala mi sio mi Chadema, mimi ni mtu wa Mungu. Naonya na, na kukemea, nasema hapana, haya hapana, na kataa na pinga na kataa. Wambieni hivi kwamba damu ya mtu ni nzito kuliko maji, na ndio maana kwa sehemu kubwa watoto wenu na nyinyi, hata kama watakuwa kwa sehemu kwa mnawalinda mna kinga, hawaonekani wakiwa wanapitia haya. Nawahakikishia, ndio maana kwa sehemu wanakuwa mashoga, ndio maana kwa sehemu watoto wenu wanakuwa ni mabia madawa kulevya, ndio maana kwa sehemu watoto wenu wanakuwa ni walevi, ni wazinzi wa kutupwa, kwa sababu ya damu zinazokuwa mmezimwaga bila hatia, bila hatia. Mnakuwa mmesababisha maumivu ya Watanzania na watu wana maumivu ndani ya mioyo ya, na bado huku mnasema. Na kwa sehemu kubwa kila naye amka anayejaribu kupinga, kukosoa kila aina ya ubaya wenu huyo atachukuliwa hatua, huyo ataandamwa, huyo atachukuliwa kila aina ya hatua, atatengenezewa kila aina ya ugumu wa kuishi ndani ya Tanzania. Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, anazungumza tu waziwazi kwamba mimi, mimi sijaona hapa kwenye mkoa wa Dar es Salaam, naona kuna amani kabisa, sijaona watu waliopigwa. Tuseme kwamba mimi nakwambia hivi, Chalamila, nakwambia, nakwambia, nakwambia kwa haya uyanena, nakwambia unanena upumbavu, unanena upumbavu, onia muone maumivu ya Tanzania. Nasema hivi, roho ya mwanadamu, damu ya mwanadamu ni nzito kuliko maji, ni nzito hata kama mna atambueni kwamba utu wa mwanadamu ni bora kuliko cheo. Utu wa mwanadamu ni bora kuliko hivyo viyo viti mnavyovikalia. Vinginevyo nawambia, mta- mtakuwa mmekalia viti vikavu, mtakuwa mmekalia makuti makavu. Situ, sio tu, sio tu nyiwe ambao unakuwa mna mnajiona kwamba kwa kuwepo kwa, kwa madaraka basi ni, ni salama sana. Aambie, mtakuwa mmekalia makuti makavu, mtaingia ndio kwenye utawala tena, mtatawala tena lakini wakasema, nataka niwaambie Mtakuwa mmekalia viti vya moto, haiwezekani. Watu wanalia, nyinyi mnasema wako salama, haiwezekani. Nawambia haiwezekani, haiwezekani, na huku bado mnaombewa dua kama hizo. Ila itokea, naipinga na kukosoa, anafanya siasa upumbavu, ndo, ndo tusiupinge huo? Minawambieni, mnafanya upumbavu, upumbavu. Damu ya mwanadamu ni nzito. Sikia maandiko haya, andiko anasema, apandacho mtu ndicho atakachokivuna na uwae kwa upanga atakufa kwa uwe. Nawaambia, nawahakikishia haya yana mwisho, haya yana mwisho, haya yana mwisho ya wake. Sikia maandiko yanavyosema, kwa kipimo mi nachoweza kupima kwa kipimo cha kama mtu wa Mungu, kama mtu wa Mungu, kwa kipimo nachoweza kupima kwa kipimo naisema hivi, Rais Samia ufai kuwa rais tena, ufai ufai. Kama ungelikuwa unataka ufai, tungeona unalia pamoja na watazasabu kabisa, uongozi kabisa kabisa ni kutetea utu wa binadamu, umekaa madarakani, yule upiganie utu wa binadamu hawa, ambao askari wanaonekana wanatesa watu, wanaumiza watu, tunge kwenda kama amri Jesu ukitoa amri kali kwamba anayemwaga damu ya mtu naye mwago ya kwake, kwa, kwa sababu mtawala yupo kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa hawa wanaotenda mabaya, kwa kulingana ile andiko inasema tutii mamlaka siki, anasema kwa maana hakuna mamlaka na ambayo iko ambayo kuwekwa na mu, ila mamlaka hiyo ndio ambayo inakuwa ipo kwa ajili ya kulipiza kisasi lakini sio mamlaka inayotesa watu, inaumiza watu, na kusema tutii mamlaka, tunafesini na msichangai dini ya siasa M ya Kaisari mwachee Kaisari. Kwa kina Paulo aliwa na kina nani kama sinao Kaisari, na huyo mnaanza mna, mna kutuambia tunachangai dini ya siasa, kwa tusipinge ubaya wenu, tusipinge haya yanayofanyika, na kuongea kila mnachokuwa mnajisikia tu mnaongea sahivi. Mungu kwenu sio kitu cha maana, na kusema si nyimbo za singeli ndo nyimbo ambazo zitatambulisha taifa la Tanzania kwao, tutambulia kama wahuni kama wapumbavu watu wajinga. Na mna, m, kabisa ndo mnaonekana, nasema kiukweli mi nasema, hapana, hamfai hamfai. Kwa haya yote haya, yaani kwa kipimo cha miaka hii michache minne, hamfai kuwa kwenye viti vya uraisi. Mkalie ndio, lakini nawambia, mtakuwa mmekalia, mtakuwa mmekalia makuti makavu. Kalieni ndio, kalieni hivyo vitu vya uraisi, kalieni tena. Lakini awambia kwamba damu ya mwanadamu wa Tanzania zitawalilia na zitawaandama kizazi chenu chote, chote. Sikia maandiko haya katika kitabu cha Luka ile sura ya 16 mstari wa 10, nasema hivi aliye mwaminifu katika lilo dogo sana huwa mwaminifu katika lilo kubwa pia, na aliye dhaifu na aliye zalimu katika lilo dogo huwa dhalimu katika, e, huwa dhalimu katika lilo kubwa pia. Umeshindwa miaka mitano hizi minne hii. Umeshindwa kupigania utu wa, wa Tanzania. Tena tukweke miaka mitano tena ipi hiyo mitano ipi? Ili tuende watu waende kutekwa. Ili watu waende kulia. Ili watu waende kuumia. Ndio hiyo miaka mitano tena mnataka. Hakuwa dini ambayo mnaalikwa ambayo mnikenda nyinyi kuombea tu miaka ivi, hamuoni maumivu ya Tanzania. Hamuoni watu wanavyolia. Hamuoni wa Ngorongoro walivyolia. Hamuoni watu wa Dar es Salaam, Chadema Dar pigwa na kuvunjwa mguu wa Hamuoni nani mzee wetu mbalikkipesele mtoto wake alivyoua? Hamuoni, hamuoni haya, nawaambia kwamba damu za Watanzania zitawalilia wote. Fanyeni amnayoafanyi ya, lakini nataka na niwahakikishie aya haya, hayatapita hivi hivi. Akipandacho mtu lazima atavuna atavuna, hata kama si leo, mtavuna na kizazi chenu chote, na Mungu aweza akafanya jambo lolote ndani ya Tanzania na ikatokea ika, akaja akatawala siye mjua asiyowatambua. Nataka niwambie, mtasakwa kila kona, kila kona. Fanyeni upumbavu mnaofanya, na hakikisha ufanyeni na Ufanyeni ujinga na upumbavu mnaofanya. Mimi nawaambia mnafanya upumbavu, upumbavu kwa sababu kama mkuu wa dini, kama kiongozi wa dini bitu kwaona akili hiyo, watu wanaumia, watu wanalia. Wao unasema kuna amani, miaka mitano tena atawale tena. Kwambie hiyo mitano ipi tena? Hiyo mitano ipi tena? Watu wameumia tu kwa hii michache ambayo amekuwepo, mnataka tuende watu waende kulia hivi? Hiyo ndo ndo utawala bora? Huo ndo, ndo, ndo, ndo, ndo, ndo, na naamaweza kusema ni sauti ya mtoto, mtu aliye kutoka nyikani anasema, itengenezeni njia Bwana, nyosheni mapito yake. Heli atakaye tekwa, heli atakayepatwa na lolote, ili apate kupumzika baada ya taabu zake. Tazama, Mungu mlipa wake wa kila mtu yu aja na malipo, na ndio maana neno Maradas. Kwa update zaidi kupitia YouTube channel fimbo ya Mungu tv